Ni mgombea wa ubunge jimbo la Bariadi. Nimeamua kugombea ubunge ili niwe sauti yenu mama zangu na baba zangu wa Bariadi nikapata maendeleo na mbunga wose. Sio mwingine, ni mimi binti yenu Pandu, niungeni mkono tarehe 29. Ndugu zangu nyinyi mtapima, ndugu zangu nyinyi mtangalia. Bungeni tunahitaji mtu atakaye kuwa na uwezo wa kuzungumza na kujenga hoja bungeni, siyo kwenda kupiga makofi na kusema ndio hata kama wananchi wako hospitali imeletewa nesi na watate haijaisha, wao unasema ndio. Hata kama wananchi wako kwenye pamba wanadhulumiwa na wanateseka, wao unasema ndio. Hata kama wananchi wako hawana uhakika wa barabara zao za mitaa, wao unasema ndio kuzungumza, mwenye uwezo wa kujenga hoja, mwenye uwezo wa kuisimamia hoja yake, ili Bariadi Vijijini tuwe na maendeleo thabiti na mtu yeyote mwingine, nichagueni mimi, bidieni kwangu. Ndugu zanguni, ndugu zanguni, baba na mama zangu wa Kilalo, naomba niseme wameshakuja kwanu, mmewasikiliza ninyi. Mtapima kama mnahitaji kupeleka mbunge makini au mbunge wa ndio. Mzee, niye mtapima, niye mtapima, lakini naomba niwaambie ndugu zangu nipeni yeah, mda wangu nizungumze na ya mama zangu na baba zangu kwa utulivu. Yeah, nyinyi mtapima na nyinyi mtapima na mtaangalia zetu zikatatuliwa. Ninaomba ninaomba kina mama, ninaomba kina baba, nikopesheni kura yenu, nipeni kura yenu, nikopesheni kura yenu, mimi Kwandu niwalipe maendeleo Bariadi Vijijini.